Habari yako mzazi na mlezi, unajua kuwa maji si tu maisha, bali ni msingi wa afya njema ya mtoto wako. Wazazi wengi hushughulika na chakula bora, lakini usahau kuwa maji ndiyo silaha ya kwanza katika kumlea mtoto mwenye afya imara. Katika video hii nitakuonyesha sababu kumi na tano za kisayansi kabisa kwa nini maji ni muhimu kwa mtoto wako na zaidi ya yote, nitakufundisha njia bora za kuhakikisha unamlea mtoto mwenye afya timamu na hata kuongeza uwezekano wa kuwa na watoto wenye akili nyingi. Hakikisha unatazama hadi mwisho kwa sababu namba sita, namba kumi na moja na namba kumi na tano ndio za muhimu zaidi. Mimi naitwa Muhere Madam, kaa nami hadi mwisho ili upate maarifa muhimu ya kumlea mtoto mwenye afya bora. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli hii fanya hivyo sasa, kwa sababu tunashirikiana kuleta maarifa muhimu kuhusu malezi bora. Kwa ushauri zaidi, wasiliana nami kwa namba 0787579224 au 0754579224. Sababu ya kwanza, husaidia ukuaji wa ubongo wa mtoto. Maji ni sehemu kubwa ya ubongo wa mwanadamu. Kwa mtoto unywaji wa maji wa kutosha huchangia ukuaji wa seli za ubongo kwa kasi nzuri, huimarisha uwezo wa kufikiri, kukumbuka na kujifunza. Tafiti zinaonyesha kuwa mtoto anapokunywa maji ya kutosha huchangamka kiakili na huonesha maendeleo mazuri ya kitaaluma hata akiwa mdogo. Sababu ya pili, hurekebisha joto la mwili. Watoto ni wepesi kupata homa au joto la mwili kupanda kutokana na mfumo wao wa udhibiti wa joto kuwa dhaifu. Maji husaidia kupunguza joto la mwili kwa njia ya kutoa jasho au mkojo. Hii ni kinga ya asili dhidi ya magonjwa yanayotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Sababu ya tatu, huboresha mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Kwa mtoto mdogo, mfumo wa mmeng'enyo huwa haujakomaa. Maji hufanya kazi kwa urahisi zaidi kwa kusaidia utengenezaji wa mate na asidi za tumboni. Maji pia huzuia kuvimbiwa kwa mtoto, hali ambayo ni ya kawaida kwa watoto wengi wachanga. Sababu ya nne huimarisha mfumo wa kinga ya mwili mwili. Unapokuwa na maji ya kutosha, seli za kinga huweza kusafiri kwa haraka zaidi kwenye damu na kufika kwa urahisi kwenye maeneo yanapohitajika kupambana na vijidudu. Hii humsaidia mtoto kupona haraka anapopata mafua, kikohozi au maambukizi mengine. Sababu ya tano huongeza nguvu na stamina ya mtoto. Maji husaidia usafirishaji wa virutubisho kama glukosi na protini kwenda kwenye misuli. Hii humfanya mtoto kuwa na nguvu, mwenye uwezo wa kucheza na kushiriki shughuli za kimwili pasipo kuchoka haraka. Pia huondoa uchovu na kumwongezea ari ya kusoma na kucheza. Sababu ya sita: huwezesha usawa wa homoni na huongeza nafasi ya kupata mtoto wa kiume. Wakati wa ujauzito mama anapokunywa maji ya kutosha husaidia mwili wake kuwa na uwiano sahihi wa homoni. Tafiti zinaonyesha kuwa maji huchangia mazingira yenye alkaline kwenye uke, hali ambayo hufaa zaidi mbegu za kiume kuishi muda mrefu. Hii ni njia mojawapo bora zaidi ya kusaidia kupata mtoto wa kiume. Sababu ya saba, huzuia upungufu wa damu. Watoto wengi hupata upungufu wa damu hasa kutokana na lishe duni. Maji husaidia kusambaza madini ya chuma na virutubisho vingine muhimu vinavyosaidia utengenezaji wa chembe nyekundu za damu. Hii humsaidia mtoto kuwa na rangi nzuri ya ngozi na kuepuka uchovu wa mara kwa mara. Sababu ya nane, huondoa sumu mwilini. Maji husaidia figo kufanya kazi kwa ufanisi ambapo sumu mbalimbali huondolewa kupitia mkojo. Kwa mtoto, hili ni la muhimu zaidi, kwa sababu mili yao haijakomaa kuhimili uchafu mwingi. Kunywa maji kunamsaidia mtoto kuepuka maradhi ya figo na ngozi. Sababu ya tisa: husaidia ukuaji wa mifupa na meno maji yenye madini ya asili kama calcium na fluoride husaidia mtoto kukuza mifupa imara na meno madhubuti. Watoto wanaokunywa maji ya kutosha huwa na uwezo mdogo wa kupata kuoza kwa meno au matatizo ya mifupa ya miguu na mgongo. Sababu ya kumi: huongeza uwezo wa kuzingatia na kujifunza. Watoto wanapokuwa na maji ya kutosha, ubongo wao hupokea oksijeni vizuri zaidi, na hivyo kuwa na uwezo wa kuzingatia masomo na maelekezo kutoka kwa walimu au wazazi. Uchunguzi unaonyesha kuwa watoto wenye unywaji mzuri wa maji huwa na alama nzuri shuleni. Sababu ya kumi na moja: husaidia kuweka mazingira ya uke katika hali bora kwa mbegu za kiume. Maji huchangia kutengeneza ute wa uke wenye kiwango sahihi cha alkaline hali ambayo husaidia mbegu za kiume kuogelea haraka na kuvuka hadi kwenye yai. Ute wa uke wenye asili alkaline huongeza nafasi ya kushika mimba ya mtoto wa kiume. Hii ni mojawapo ya njia bora zaidi za kisayansi. Sababu ya kumi na mbili huzuia matatizo ya ngozi. Ngozi ya mtoto ni laini na nyeti maji husaidia kulainisha ngozi na kuifanya isikauke wala kupasuka. Mtoto anayekunywa maji ya kutosha huwa na ngozi laini yenye mvuto na upona haraka anapopatwa na maambukizi ya ngozi kama vile upele. Sababu ya kumi na tatu, huimarisha usingizi wa mtoto. Watoto wanaokunywa maji ya kutosha huwa na mzunguko bora wa damu na hupunguza ukavu tumboni. Hii hufanya wasiwe na maumivu usiku wala kukosa usingizi. Mtoto mwenye usingizi mzuri hukua vizuri kimwili na kiakili. Sababu ya kumi na nne huwezesha umeng'enyaji mzuri wa dawa. Watoto wanapougua na kupewa dawa, maji husaidia kuyeyusha dawa hizo na kuzisambaza mwilini kwa ufanisi. Pia hupunguza madha, madhara ya dawa ambazo husababisha ukavu mdomoni au tumbo kujaa gesi. Sababu ya kumi na tano huongeza uwezekano wa kupata mtoto wa kiume kwa kuboresha afya ya mbegu za kiume. Maji yanasaidia kupunguza joto la mwili hasa kwa wanaume, jambo linaloimarisha afya ya mbegu za kiume. Mbegu za kiume hustawi katika mazingira baridi kiasi, hivyo maji huchangia ubora wa ufanisi wa mbegu za kiume kufanikisha mimba ya mtoto wa kiume. Hii ni njia bora ya kiafya na ya asili kabisa. Maji ni zawadi rahisi lakini yenye thamani isiyopimika. Kama mzazi au mlezi, hakikisha mtoto wako anapata maji safi kila siku.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 Kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto wasiliana nasi kwa namba 0787579224 au 0754579224. Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.